Chadema tunajiuliza maswali, wameingia mkataba gani na kanisa? Na hii wala sio masara. Sisi kwa mwenendo huu wa Chadema tutaanzisha harakati maalum ya kuipiga vita kwa Waislamu isiungwe mkono na tunaweza na tuna njia za kuongea na waumini wakatuelewa. Kwa nini? Kwa sababu tunaona wametengeneza bond kati ya Chadema na kanisa Katoliki, kama kuna kamkakati fulani kanatengenezwa baina yao kwa ajili ya maslahi. Sasa mtu yoyote akikupambania, lazima kuna namna ya kulipa fadhila. Sasa isije ikawa kuna mikataba ya siri ambayo imefanywa baina ya kanisa Katoliki na Chadema. Inawezekana kwa namna hiyo, hatuwezi kukubali. Ili taifa la kwetu sote, taifa hili la Wakatoliki, Waangilikana, wa Sabato, Waislamu wa, wa madhehebu yote wote kwa ujumla, ili ni taifa letu.